And of course, Tanzania ni moja kati ya nchi ambayo imebarikiwa vipaji vingi sana, hususa tukija kwenye swala zima la watangazaji, na moja kati ya swali ambalo watu wengi wago wanajiulizaga mashabiki mbalimbali ni hili hapa, yupi ni mtangazaji bora wa muda wote wa vipindi vya burudani kutokea hapa nyumbani Bongo Tanzania bana usio. Sasa mimi nimekuandalia listi ya watangazaji ambao of course wamefanya poa sana, na nitakushushia wewe, utaniambia ni yupi ambaye unamkubali kinoma noma. Namba moja, kutoka XXL ambapo ndipo alama yake kubwa alipoiandika pale, ambapo alikutana na mtu mzima B Dozen, lakini pia DJ Fetty wakaweza kuunganika kwa pamoja na wakafanya vitu vingi sana mpaka sasa umshikaji ameweza kuogelea na kujikuta yupo katika jahazi moja kubwa sana na mtu mzima George Bantu, lakini pia na mshikaji wake wa zamani na wa sasa na mzungumzia B Dozen Adam Mchomvu AD Plus. Ni moja kati ya maprezenta ambao of course kwa upande wangu sikuamini kwamba rafudhi ya Arusha kwa namna moja ama nyingine ingeweza kusound poa bila kuchujwa au kutengenezwa katika muundo wote na kutoka kwenye spika kuweza kuwavutia watu, kwa sababu ni moja kati ya, uh, rafudhi watu wengi pia uwaga wanaichukulia kama imekaa ni ya kiuni fulani hivi, lakini kwa Adam Mchomvu AD Plus, uh, haikuwa hivyo. Mshikaji ameweza kufanya poa sana na ni moja kati ya, still inafanya poa sana. Watu wengi pia wanaamini kwamba Adam Mchomvu ni moja kati ya washehereshaji bora sana kwenye upande wa watangazaji ambao wanafanya vipindi vya burudani. Kama uamini waulize mashabiki wa wekundu wa Msimbazi, nazungumzia Simba. Wanafahamu balala umshikaji vizuri. Ad plus, respect kwako my brother, umefanya makubwa sana. Lakini pia namba mbili tumtazame huyu ambaye anafahamika kwa jina la Dula Planet huyu mshikaji kipindi ambavyo anaanza kazi tu, alipata changamoto kubwa sana, kwa sababu mtu ambaye ilibidi amkabidhi kazi ile ni kama hakukubaliana na kipaji ambacho Dura Planet alikuwa nacho, lakini kulingana na majaji ambao walikuwepo, pia walipitisha na kusema kwamba huyu jamaa alikuwa na uwezo mkubwa. Namzungumzia Salama Jabir ambaye alikuwa nafanya kipindi cha Planet Bongo kuweza kutimuka pale na kumwachia Dula Planet hakuwa na uhakika kama jamaa angefanya makubwa ambayo ameyafanya. Moja kati ya watangazaji ambao of course Salama mwenyewe alipata nafasi ya kuzungumza naye kwenye mahojiano yao ya kipindi cha Salama, na alikuwepo Dula Planet kama mgeni, na alimwambia jamani, presenta mzuri sana na yuko poa sana, ana appreciate kile ambacho anakifanya licha ya mara ya kwanza kuweza kuona kama asingeweza kupata nafasi hii kubwa ya kuwa mtangazaji huyu. Kwa sasa jamaa yupo Clouds FM, lakini mtaani tunamkumbuka sana. Dakika Kumi za Maangamizi alizisimamia vya kutosha na alifanya ile rada ya hipa kuweza kuonekanika kwa mtaa. Mjikua mbua, big shout out kwako my brother from another mother bana. Usio namba tatu, niko na mtu mzima Sammi Sago, moja kati ya watangazaji ambao walifanya makubwa sana. Huu jamaa ni fundi ni fundi ni fundi kweli kweli kwenye burudani. Nakumbuka ilikuwa ikifika Ijumaa ukiwasha zako tv mida fulani ya usiku, nasikia ile tumekuja chokoza ah, ah. ah, ah, moja kwa moja unajua kabisa hii saund inamkaribisha mtu mzima Sammi Sago na ni Ijumaa, kipindi ni Friday Night Live Wana kama wote tulikuwa nakusanyika na kuweza kuenjoy na mshikaji wetu. Alifanya watu wengi tuweze kuwafahamu wasanii kwa wengi, hususan sisi ambao tumekulia mikoani, kwa sababu kwenye kipindi chake ah, alikuwa analeta watu wengi sana ambao walikuwa wakutana kwa pamoja na wanafanya poa. Ni mmoja kati ya mapresenter ambao wamewapa mashavu watu wengi kwenye industry, na kwa sasa jamaa maisha yake kama invisible fulani hivi, haonekani kulingana na maisha ambayo ameamua kuachagua, lakini licha ya kwamba haonekani jina lake bado ni kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii Sammi Sago TV ni moja kati ya TV ambayo of course inafanya poa sana kutokea hapa nyumbani Tanzania, YouTube, Instagram, lakini pia kwenye social platform zote za social media mshikaji ambazo anajihusisha nazo, inafanya poa sana. Ni mwasisi mkubwa sana kwenye game aa, na sidhani kama game ipo siku itakusahau bradha wetu Sammi Sago, big shout out kwako. Sammi Sago. <laughs> Lakini pia niko na mtu mzima B Dozen, B kumi na mbili, moja kati ya maprezenta ambao watu wengi ukiwasikiliza, watangazaji wengi wengi sana wameiga saundi kutoka kwa B12 bana usio na huenda usiamini lakini, ukituliza kichwa vizuri uzungumzaji wake wa zamani, basi watu wengi sana waliondoka nao, ama nini eh? Watu wengi walikuwa wanazichukua hizo hapo, na ni moja kati ya wa washikaji ambao of course tunawaheshimu. Kuna kipindi huyu jamaa alikuwa ni moja kati ya watangazaji ambao wanamiliki mipira mikali sana kutokea hapa Bongo, mtu fulani hivi ambaye of course, amefanya poa sana bwana Hamisi Mandi B Dozen, eh, ukizungumzia Dozen selection ni moja kati ya channel ambayo of course nafanya poa sana sasa hivi, amekuja na podcast yake na anafanya poa. Salamu SK alidondoka pale interview kwa ikawapoa. Kama hujaicheki, unaweza ka drop ukaitafuta ukaiangalia brother. Kile kitu ambacho alikifanya, heshima yake ni kubwa sana huku mtaani, to shine my brother, B Dozen b twanga la twiz, tunakuheshimu sana mzee wangu. Lakini pia kuna mshikaji anafahamika kwa Dan Chibu wa Milazo. Back in the days, huo jamaa alikuwa anasumbua sana yani, eh, ulikuwa ukiwasha redio kwa watu ambao tupo kanda ya kati Eh, lakini pia watu fulani ambao tulikuwepo kanda ya ziwa tulikuwa tunamsikiliza sana sana sana Dan Chibo wa Milazo, moja kati ya washikaji ambao walibeba gurudumu la burudani na kanda ya ziwa hususan, mimi nilipokulia huko nilipata nafasi ya kuweza kumsikiliza kwa ukubwa na upana. Moja kati ya mapresenters ambao walikuwa wanajua kitu gani ambacho walichokuwa wanakifanya, utofauti wake katika uwasilishaji wa topic, lakini pia ufunguzi wa vipindi ulimfanya jamaa aweze kuwepo pale juu. Street will never forget you. Dan Chibua Milazo my brother from another mother. Bana big shout out kwako. Lakini pia niko na mtu mzima Lilomi, mabadiliko ya kutoa vipindi vya redio vya burudani. Aa, kutoka kwenye usikilizaji na kwenda kwenye mfumo wa digital form. Huu jamaa ni moja kati ya wasisi ambao wameweza kukamilisha utamaduni huu na mimi niliweza kumtambua kwenye kipindi cha The Playlist. Of course, no kipindi ambacho kilimpa umaarufu mkubwa sana Eh, kipindi hicho mshikaji wetu alikuwa anapiga pale Times FM na alifanya kwa mafanikio makubwa sana kabla ya kuhamia Wasafi, ambapo kwa sasa hivi anafanya kipindi ambacho kinafahamika kwa jina la The Switch. Lilomi anasifika sana kwa matumizi mazuri ya lugha ya Kiingereza, lakini pia lugha ya Kiswahili kwa ufasaha. Tumepata kuona kwenye baadhi ya interviews ambazo alifanya na washikaji kutokea nje. Utulivu ulikuwa ni hali ya juu na maswali yake alikuwa ni conscious sana na ni moja kati ya watu ambao matamasha kadhaa yakija ya kampuni mbalimbali mbali za nje ambazo of course, zinafanya kazi kibongo bongo, waga mshikaji wetu waga na shiriki shwaga na anakuaga ni kama host ambaye anasimamia events hizo na anazifanyaga poa sana na kwa mafanikio makubwa sana. Mtu mzima Tambwe amefanikiwa sana kimaisha. Big shout out kwako my brother, kwa sababu alipata nafasi ya kuweza kushare kwamba game iliweza kumpatia nini. Ana bonge moja la nyumba mshikaji. Big shout out kwako my brother Tambwe, tunakubali kile kitu ambacho unachokifanya, lakini pia tuko na uh, legendary DJaro Arungu, baba mzazi baba. And of course, fimbo zilichapo za kutosha sana pale TBC na nakumbuka kipindi kilikuwa kinafahamika kwa jina la Papaso kama sijakosea, na moja kati ya watangazaji ambao ni hodari, magwiji. Simu ziliita sana ulikuwa ukikosea maswali ambayo alikuwa nakuuliza fimbo ni nyingi sana. Mi nakumbuka zamani tulikuwa tulikua na kada na washikaji zangu mtaani, unapata nafasi ya kuweza kumsikiliza huku na sisi tukijibu yale maswali ambayo jamaa anakuwa anauliza kwenye redio. Sisi hatujapiga simu, lakini tunaulizana pale pale chap, tunajibu chap chap, alafu yule ambaye atakuwa amekosea na kula stiki za kutosha, na maisha yanaendelea. Jamaa ni moja kati ya watu ambao wana tuzo nyingi sana ustakia kuniuliza amezitoa wapi, lakini ni za burudani, na anakimbiza sana kila mwaka. Baba mzazi huwa anabebaga tuzo kadhaa bana, mitaa itakukumbuka daima. DJaro Arungu, baba mzazi, baba <laughs> Bane, tunatoka mbali sana lakini pia niko na DJ Fetty huenda ndugu zako wengi ambao walitumia simu zamani walimweka huyu mrembo picha yake, ilikuwa maarufu sana machoni mwa watu wengi, kabla ya kulijua hata soko la Kariakoo. Kwa mtu ambaye yuko mkoani, ilibidi kwanza mjue DJ Fetty ni nani. Of course huenda ulikuwa humfahamu kama ni yeye, kulingana na usikivu wa redio mikoa yote ambayo ilikuwa inasikika hapo Tanzania tofauti na sasa hivi, lakini watu wengi tulimfahamu sana, alipita sana machoni mwetu, na pale XXL ndipo ambapo alikuwa anasimama kama kiungo mshambuliaji wa kipindi cha Double XXL bana, na alikuwa na mtu mzima B Dozen, lakini pia AD Plus, Adam Mchomvu walifanya makubwa sana baadaye Dizeni kama aliachaga game, lakini pia akarudi na amekimbiza kinoma noma alivyorudi. Hakurudi kwenye vipindi vya burudani, arudi kwenye kipindi cha PB, na zungumzia Power Breakfast ya Clouds FM, na bado alifanya vyema sana. Msimamo uongeaji wake unamfanya kumtofautisha na mapresenta wengine wa kike ambao wamepita mara kadhaa kwenye game. Heshima zake ni nyingi sana u DJ Feti kwa mtu ambaye humfahamu. Kwanza leo aanze kumheshimu kwa sababu kafanya vitu vingi sana. Fetilicious kwa fe. Eh. Adamu Mchomvu alikuwa anamuitaga hivo kipindi ambacho walikuwa nakimbizaga kipindi cha XXL, lakini pia nipo na Salama Jabir. Huyu ni mwasisi wa kipindi cha PB, nazungumzia mkasi ya East Africa TV lakini pia Salama, na kwa sasa hivi yupo BSS na ni mwasisi pia wa tamasha hilo la BSS la kuzindua ni uh, uh, vipaji Bongo Sasa. Zamani ilikuwa inafanya poa sana kindani ndani, lakini sasa hivi linakimbiza mpaka nje na linafanya poa of course Big shout out kwake na ana heshima kubwa sana na kipekee, ambapo ya utangazaji wake umekuwa ni utangazaji wa serious sana, na linapokuja swala la kutulia 1v1 waga na maswali yake fulani hivi, tofauti na watu ambao waga wanauliza. Heshima yake ni kubwa sana pale East Africa TV na radio pia, kwa sababu legacy yake ni kubwa sana, na ni moja kati ya wasichana ambao wamejitokeza hapa Tanzania kwenye upande wa game na kuweza kusimama kwa muda mrefu. Wa mwisho mbaye nampa heshima zake kubwa sana ni huyu mwanadada mbaye anafahamika kwa jina la Sauda Mwilima, bonga na Star TV back in the days. Huyu mwanadada alifanya poa sana na makubwa ambayo alikuwa anasumbua nayo hususan zile interviews ambazo tulikuwa tuzioni mara kadhaa kwenye TV, yasababisha tuweze kuziona, na ana heshima kubwa sana kwenye game na haiwezi ikatoka ukisema ni mtangazaji wa kawaida, mimi siwezi kuungana na wewe mkono hata siku moja, kwa sababu makubwa ambayo aliyoyafanya kwenye upande wa burudani ni makubwa makubwa sana. And of course hawa ni watangazaji ambao wamefanya vizuri sana. Big shout out kwa Spora, of course alifanya poa, although hakuwa ndani ya nchi lakini tunakiheshimu kile kitu ambacho alichokifanya. Dada yetu mitaa itakukumbuka sana. Lakini hao ni baadhi ya watangazaji wa vipindi vya burudani ambavyo vilifanya poa sana, na wenyewe waliviinua na waliweza kuvisababisha watu wengi tukawa tunavisikiliza kwa ukaribu zaidi. Big shout out kwao. Nani tume msahau katika orodha hiyo? Lakini pia kati yao ambao nimekutajia, ni, ni yupi anakuvutia sana? Unaweza ukadrop komenti yako hapo chini, utakuwa umetisha kinomanoma. Mi naitwa Pvrobby.